Na somo la leo linasema tunatawala kutokea Mbinguni. hmm. na andiko la ufunguzi ni kitabu cha Isaya sura ya thelathini na mbili mstari wa kwanza. Leo linasema tazama, mfalme atamiliki kwa haki oh. na wakuu watatawala kwa hukumu sema, tazama, mfalme atamiliki kwa haki na wakuu watatawala kwa hukumu. Mtoto wa Mungu anaweza kusema ili andiko linatia moyo na kuhamasisha kwa sababu linaelezea kuna mfalme anamiliki haki alafu kuna wale wakuu ambao ni wangesema wasaidizi wake eh? wanahukumu wa, wanatawala kwa hukumu ambao ni, tafsiri nyingine ni, kwa Kiingereza nasema ni justice ni bado ni haki ile ile. Yani, kwamba hukumu wanayotoa ni sawia ni sawa, bila kupendelea, bila kumumiza mnyonge na huu ndio mtazamo wa Mungu ambao anatutazamia sisi tufanye katika ulimwengu wetu leo hii. Na tutaona huko chini tunaposoma. Mungu anasema hivi kama Wakristo ingawa tuko ulimwenguni, sisi si wa ulimwengu huo. Ufalme wetu ni wa mbinguni, na tunatawala na kumiliki kutokea huko hmm. Bala kasika, si ajabu anatuambia kuelekeza nia zetu katika mambo yaliyo juu katika uhalisia wa mbinguni eh? kusoma Wakolosai sura, 3, sura 2, nasema, ya tatu mstari wa pili utaona hiyo ambapo inasema yafikirini yaliyo juu siyo yaliyo katika nchi. Kwa hiyo wewe kama mwana wa Mungu, kama Mkristo eh? <laughs> Ufalme wetu ni wa mbinguni, mtumishi, sisi wasio wa dunia hii. Kwa hiyo mtazamo, fikra, muktadha wa kutazama maisha inabidi kutokea pale ambapo tupo, kwa maana kwamba kutokea katika ule uraia wetu wa mbinguni. Oh. Fikiri kutokea mbinguni, ishi kutokea mbinguni, tawala kutokea mbinguni. Mamlaka yako inatokana na ufalme wa Mungu ambao ni mkuu kuliko mamlaka zote za kidunia. Hebu hebu inasema hebu, pay attention, hebu sikiliza kwa umakini. Huu ndo mtazamo ambao Bwana anataka uwe nao, kwamba fikiria au fikiri kutoka mbinguni, ishi kutokea mbinguni, tawala kutokea mbinguni. Kwa hiyo kwa sababu sisi hapa wenyeji wetu ni wa mbinguni, hapa duniani tuko katika kumwakilisha Kristo. Kwa hiyo usi, usifanane na namna ya dunia, usiwaze kama watu wa dunia, usi, usiongee kama watu wa dunia, usiishi kama watu wa dunia. Hmm. Mungu anasema hii hii, inaweza kulinganishwa na, hii na, na operation ya kituo cha kijeshi cha nchi kilichopo katika nchi ya kigeni. Yaani, nchi moja jeshi la nchi moja limeingia katika, katika ardhi au katika eneo la nchi nyingine. Ndio, Mungu anasema ingawa kituo hicho cha kijeshi kiko nje ya nchi yake, kinafanya kazi kama tawi la serikali yake huku kikitumia mamlaka kamili na nguvu kutoka katika nchi yake kila hatua, maagizo, madhumuni ya msingi yatadhihirisha maagizo na maono ya serikali yake kule nyumbani. Yaani kituo cha kijeshi kikiwa katika nchi nyingine, kinafanya kazi kutokana na kamanda au maagizo yanayotoka katika nchi ilikotoka, so katika ile nchi ambayo kipo. Kwa hiyo, muktadha, mwenendo, namna ambayo watafanya vitu yatawakilisha maono, mikakati, malengo na mipango ya nchi yaliyotumwa. Mungu anasema vivyo hivyo, sisi ni mabalozi wa Kristo, tukifanya kazi kwa nguvu na mamlaka ya ufalme wetu wa mbinguni. Uwepo wetu katika ulimwengu huu ni tangazo la utawala wa mbinguni, tukiwa tunadhihirisha haki na hukumu ya Mungu kila mahali tulipo, wewe na mimi. Eh, kama umezoea mara ya pili, <laughs> elewa kwamba wewe hapa duniani ni mwakilishi wa Mungu unambeba Mungu katika ulimwengu wako, yaani watu wakija wamuone Kristo katika macho yako, wamsikie katika midomo yako, wamuone katika mwenendo wako wa maisha. Nasema uh, uh, uh. Sisi ni mabalozi wa Kristo eh? Ukisoma Wakorinto wa pili sura tano mstari wa ishirini nasema, basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kan, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu tunawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Nini wajumbe hapa lina tafsiri ya mabalozi Kiingereza. Tafsiri nyingine za Kiingereza zinasema ambassadors, kama ambavyo ungesikia ni balozi wa Tanzania Kenya, balozi wa Tanzania Malawi, balozi wa Tanzania Urusi. Vilevile vile, wewe vile, ni balozi wa Kristo pale katika mji wako katika taifa ulio katika kijiji na mtaa unakoishi eh? Kwa hiyo Kristo anapaswa kuonekana kupitia wewe, kwamba unapofungua kinywa chako kuzungumza ni Mungu anazungumza katika ulimwengu wako. mtoto ha, ha, ha. wa Mungu anasema, tembea katika ufahamu wa utambulisho wako wa mbinguni, ukifanya kazi kama mwendelezo wa ufalme wa Mungu duniani. Tembea katika utambulisho wako, fahamu kwamba wewe ni nani. Usiongee hivi hivi tu, usijidai ah, mimi sina lolote chochote. Bwana, mimi ni wa kawaida tu, mimi choka mbaya, maisha yangu ndio yalivyo. Mwana wa Mungu azungumzi hivyo mtumishi. Usiende nje ya haya <laughs> ya eneo lako ambalo uko ndani ya Kristo. Mimi nasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, yote sasa mambo yamekuwa mapya. Sasa hivi ni ni raia eh, wa ufalme wa Mungu ufalme wa Mbinguni huko hapa duniani kwa ajili ya kusudi lake. Zungumza fikra yake na mtazamo wake, zungumza katika muktadha wa kile ambacho kimefunuliwa kwa ajili yako kwa ajili yangu na wote wanaomwamini Kristo katika neno lake. Jione katika hiyo picha. Maandiko anasema ajionavyo mtu <laughs> ndani ya moyo wake ndivyo alivyo. Unajionaje mtumishi? Jione katika picha na muktadha wa neno la Mungu. Ulimwengu unaweza kukwambia neno lolote, unaweza kwa kuita majina ambayo hayaendani na kweli neno la Mungu. Usisikilize ulimwengu, mtumishi, sikiliza neno. Maandiko yanasema ni ripoti ya nani utakayoamini? Hmm? ni ripoti ya ulimwengu au ni ripoti ya Bwana? Kumbuka maneno ya ulimwengu hayaishi mtumishi, hayana uzima, yana mauti, yana kifo, yana uharibifu. Lakini neno la Bwana ni roho, tena ni uzima kwao. Amini kile ambacho Bwana amesema kuhusiana na wewe. Usisikilize hisia zako wala mtazamo wako wala uzoefu wako. Mtazamo wako unapaswa uwe umelandana na kweli neno la Mungu Tuto. Mungu anasema simamisha au thibitisha haki na hukumu yake katika nyanja ya ushawishi wako, hmm? Establish, anzisha, idhihirishe, ionyeshe. Ndo maana hilo neno wa Filipi 3 um, mstari wa 20, kwenye Amplified Bible inasema, lakini sisi ni raia wa nchi iliyoko mbinguni sio tutakuwa ni sasa hivi, sisi ni raia wa nchi iliyoko mbinguni. Haya, ndio maana huwa nakwambia kama mwegu ukitusikiliza, kwamba Ukristo sio dini. <laughs> kuna dini ndani ya Ukristo, lakini kiuhalisia sio dini. Huu ni uzima wa Mungu umedhihirishwa katika mwili wa mwanadamu. hmm? kanisa ni zaidi ya taasisi ni kwa sababu ya taratibu za kisheria katika dunia tulioko, lazima lisajiliwe kama taasisi, lakini kiwa lisit, kanisa sio taasisi, ni kubwa zaidi kuliko taasisi. kuna taasisi ndani ya kanisa, lakini kanisa lenyewe sio taasisi aya aya aya, ni extension yani, ni ni mwendelezo wa ufalme wa Mungu katika ulimwengu huu. Kama raia wa mbinguni, tunaeneza ushawishi na utawala wa Mungu kwa mataifa ay, ay, ay, ay. Hmm? Ndio maana kanisa hatu hatulali mtumishi, tunahubiri Injili usiku mchana, asubuhi, Jumatatu mpaka Jumapili, Januari mpaka Desemba eh? Kwa nini? kwa sababu tunayo tuna mandate yani tunayo amri, tunayo ajenda, tuna kusudi, tunao mpango, tunao mkakati, kuna kitu tunakitazamia tunakiangalia ay malaraba usikiliokua hili kanisa lilianza na watu kumi na mbili tu mtumishi eh? wale mitume Bwana na wale wengine waliokuwa wameamini siku ambayo Roho Mtakatifu ameshuka mara ya kwanza duniani kuwajaza watu na kukaa ndani yao, walikuwa mia ishirini tu. <laughs> Leo hii tuko mabilioni mangapi duniani hmm? na miaka mingapi imepita kwanzia ile siku ya kwanza? Kwa hiyo nataka upate picha ni kwamba, <laughs> usijione uko peke yako mtumishi, usijione kama vile auna lolote, auna mpango. Wewe ni wamuhimu sana, wewe ni wamaana sana, wewe ni sehemu ya familia kubwa mno la radika la bazira ndoto. Mungu anasema uzuri wa mpango huu wa kiungu ni kwamba mzizi wa utambulisho wetu na utendaji wetu unabakia kuwa katika ufalme wa Mungu. Lolote tutakalolifunga duniani limefungwa mbinguni, aka na lolote tutakalolifungua duniani limefunguliwa mbinguni. Hiyo ni Matayo kumi na nane mstari wa kumi na nane. Huu ndo msingi wa wa <laughs> Aya, ya, ya. Wasisi ni nani hmm? Tunayo mamlaka katika sehemu yetu, mamlaka. Tukitamka jambo, tukilifunga mbinguni, mtumishi, duniani inafungwa, tukilifungua kule mbinguni, duniani inafunguliwa, eh? kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu wa roho ndo unatawala mwili. Kwa pale ambapo upo na unatusikiliza eh? na wewe ni mtumishi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mwana wa ufalme, elewa utambulisho wako, kwamba tunatawala kutokea mbinguni. Vita vyetu sio juu ya damu na nyama, mtumishi. malamaramasira malama, silaha sila zetu sio za kimwili, lakini zina nguvu katika Mungu kuangusha ngome eh? Fikra, mitazamo ambayo iko kinyume na elimu ya Kristo, tunatiisha kila wazo laabakiaaaboskiramalamandarabosira la, hiyo ndio maana kwa nini tunaombea miji yetu na mataifa yetu. Ndio maana kwa nini tunasimama kwa ajili ya amani ya nchi, kwa ajili ya usalama wa eneo Eh, kwa ajili ya kusudi la Mungu litimie, kwa sababu tunafahamu kwamba <laughs> ai la raba ni ni ni ni ile prayer kwenye ulimwengu wa Roho mtumishi, inayosababisha mambo yatimie katika ulimwengu wa mwili. Biblia inaonyesha namna ambavyo Daniel alikuwa anaomba eh kuhusiana na nchi, taifa la Israeli likiwa utumwani, anamlilia Bwana akimkumbusha kuhusiana na ile ahadi yake na mpango wake wa kuwatoa katika utumwa na kuwarejeza nchini kwao sana kile ambacho Yeremia alikisema wakati katika ile maombi ameanza kuomba siku ya kwanza tu, malaika ametumwa <laughs> First day, ya, ma, ya, ya mfungo wake malaika ametumwa. Lakini katika malaika kushuka kuja kumpa ile, ile taarifa ya majibu ya maombi yake kama ambavyo Bwana alimtuma yule malaika, anakatiza kwenye anga la Uajemi pale, anapigwa mweleka mtumishi, anakuwa arrested, anakamatwa, anaekwa korokoroni katika ulimwengu waroa na mkuu wa giza wa leneo lile malaratika dadasi huku chini yule mwana wa ufalme anaendelea kupiga prayer siku ya pili ya tatu ya nne mpaka siku ya ishirini na moja malara gazeba yaani, anatikisa ule mlango. Mtumishi bwana alisema, <laughs> ombeni nanyi mtafanya mtaf, mta, mtajibiwa, sio mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa huyu mwana wa ufalme akawa na bisha siku ya kwanza ya pili ya tatu ya nne lagarabalaba Siku ya ishirini na moja mtumishi yule malaika uh -huh. uh, <laughs> ya akachomoka pale akaja akampa habari ya kilichotokea akamwambia, the prince of your people yeah. Yaani, yule mkuu wa watu wenu au watu wako, kwamba malaika Mikaeli ambaye ni malaika specific au <laughs> ni malaika ambaye ana ana, charge, ana utawala juu ya taifa la Israel, ambaye anasimama juu ya taifa la Israel akawa amekuja kwa ajili ya kumsaidia kumtoa katika ile sema, kile kizuizi ili aweze kupeleka ule ujumbe. Na baada ya malaika kumpa ujumbe wa kile ambacho alikuja kiku, alikuja kumwambia, akamwambia ninarudi kwenye ile vita pale juu na baada ya hapo tutampindua huyu huyu huyu prince au mkuu wa <laughs> giza wa Wajemi, na baada ya hapo mkuu wa giza wa wa dola ya Kigiriki He? au Greece, atakuja, yaani kwa maana kwamba yule malaika akampa taarifa tu kwamba dola ya Uajemi inaanguka katika utawala wa dunia, itaibuka dola nyingine ya Ugiriki. kwa kwa sababu gani? Kwa sababu anayeikontrol ile dola anayetawala ile dola katika ulimwengu wa roho, yule mkuu wa giza tumempindua, tumemtoa ya hmm. Kwa hiyo kwa kifupi maombi ya Daniel yalipindua ile serikali katika ulimwengu wa roho, yalileta badiliko katika ulimwengu wa roho prayer malaka saka labaya. Sikiliza somo leo linasema tunatawala kutokea mbinguni. Elewa nafasi yako mtumishi, kwenye mji ulio kwenye taifa liloko, elewa taifa yako, wajibu wako kwenye kanisa, kwenye taasisi, kwenye shirika, kwenye shule, popote ulipo. Wewe sio hoyo hahe, wewe sio choka mbaya. Nenda kasome vizuri kuhusiana na history ya kanisa, tumetokea wapi mtumishi? <laughs> Kanisa limesha limeshaminywa likapigwa likatishiwa likafanyiwa kila kitu, lakini kusoma kitabu cha Daniel, utaona namna ambavyo ile Nebukadnezar aliota ile ile ndoto ya sanamu kubwa sana ina kichwa cha dhahabu ina mikono ya kifua cha shaba ikashuka chini ina miguu ya chuma na udongo. Na katika tafsiri ya ile e, ndoto Daniel akameleza kwamba hizo ni falme mbalimbali ambazo zitakuwepo katika nini, katika dunia kuanzia wakati ule, lakini pia katika ndoto ile aliota kwamba kuna jiwe lililokatwa na mkono ambao sio wa wanadamu, mtumishi, likarushwa likapiga ile sanamu chini kwenye miguu likaikata sanamu ikasaiga vipande, na lile jua likakua likawa kubwa likajaza li li ulimwengu mzima lankra entla varadulu bazidava ba. ayayaya ay. mi takasome vizuri utagundua lile jua mtumishi, ndo kanisa <laughs> ndo huu mwili wa Kristo mtumishi, ndo huu ufalme wa Mbinguni huyu tunaozungumza, ambao umechongwa sio kwa mkono mwanadamu mtumishi balamaramasitilimarama ambao umeanza eh, kupitia sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani kufa kuzikwa na kufufuka na kupaa, kanisa likaanza, na kanisa hilo ndio lina kontrol lina utawala wa dunia kwa miaka elfu mbili mangle tafsiri, ukisoma kwenye Bibilia inazungumza kwa siku mbili, na tafsiri hiyo ya siku mbili inazungumza ni sawa na maandiko yanavyosema kwamba siku moja kwa Bwana sana miaka elfu moja hmm. kwa hiyo tunayo tena eh, au kipindi cha miaka elfu mbili cha kutawala kuanzia wakati ule Kristo alivyokufa na kufufuka na kupaa. Sasa ukipiga mahesabu <laughs> ah, ah, Fidea, sijui kama uko hapa. Ukipiga mahesabu utagundua, uh, uta tupo katika kile kipindi cha mwisho kabisa, yani ile closing season. Mm -hmm. eh, yani ungesema kwenye mpira tunasema zile dakika za mwisho kabisa, yani almost za, tunakaribia dakika za majeruhi eh, yeah, yani so kwenye closing period, na ndio maana kanisa linakwenda kwa kasi, kwa nguvu, likipeleka injili kila mahali, sawasawa na maandiko, sawasawa na kweli Bwana. Kwa hiyo sisi sio ulimwengu, mtumishi, hatufikiri wala hatuwazi kwamba sisi ni sehemu ya ulimwengu, no, kwa maana kwamba makao yetu sio hapa. Ndipo tuko ndio, ni kweli, tuko hapa, tunaishi hapa, tunakaa hapa, lakini tunatazamia <laughs> lagre entra la roba sette le manda la coselma tunatazamia ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mara ya pili. Ndio, kwa hiyo tunafanya kazi kwa bidii kuhakikisha injili inakwenda kwa kila mtu kwa sababu Bwana hataki hata mmoja apotee bali wote waifike toba. Hmm. Aiya. Ah, hebu fanya sala hii pamoja na mimi. Tunapoendelea, ah, sema Baba mpendwa. Nakushukuru kwa kunifanya kuwa mfalme na kuhani kwako. Nikitawala kwa mamlaka ya kiungu, ninatembea katika ufahamu na utambulisho wangu wa mbinguni, nikitenda kazi kama mwendelezo wa ufalme wako duniani. Kupitia mimi, haki yako na hukumu yako vinathibitishwa katika kila nyanja ya ushawishi wangu, na maisha yangu ni udhihirisho wa nguvu na utawala wako, katika jina la Yesu, amina. Lapa iga labada basira maisha yako eh? Maisha yetu sisi wana wa Mungu ni udhihirisho wa nguvu na utawala wake. mm la gariba la bazira emenda zaidi kusoma mistari ifuatayo ah, Waefeso sura ya pili mstari wa nne mpaka wa sita Waefeso sura ya pili mstari wa nne mpaka wa sita uone ambapo tumekitishwa na Mungu na, na Bwana mkono wa kuume wa Mungu Baba sehemu ya utukufu ya ubora na ukuu juu zaidi ya <laughs> usultani, ukuu na utawala wagiza kwa hiyo sisi hatuko kwenye kificho mtumishi, hiyo ndiyo position ya kanisa iliyoko, position ya wana Mungu. Naenda kasome Waefeso 2 sura ya pili mstari wa 4 mpaka wa 6. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa sita nazungumza kwamba sisi ni makuhani wa kifalme. Tumefanya kuwa wa makuhani wa kifalme mbele za Mungu Baba yetu. Korintho wa pili tano ishirini moja msingi ambayo tumeusoma hapo kwenye Amplified Bible Classic unaozungumza kuhusiana eh, kwamba sisi ni mabalozi wa Kristo, eh, tumepewa huduma ya upatanishi, kama Mungu anaopata, kama ambavyo alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, leo hii ametupa si huduma ya upatanisho. Ndio maana tuna hamasa injili iende kwa kila mtu, sababu tuna huduma hii ya kuwapatanisha watu na Bwana m hmm. Wafilipi 3:20 eh, tumeisoma hiyo bala kasike lebo kolo bala manda muhimu muhimu sana Elewa na fahamu kwamba wewe unatawala kutokea Mbinguni. Jua wajibu wako, usijifananishe na ulimwengu. Mtumishi, usiangalie kushoto wala kulia, kaa katika neno, fahamu wewe ni nani ndani ya Kristo, alafu tembea katika uhalisi wa kile ambacho kimesema wewe ni nani kwenye mtaa ulioko, kwenye eneo uliyoko. Omba kwa ajili ya nguvu na utukufu wa Mungu kuonekana katika mtaa wako, katika mji wako. Omba kwa ajili ya viongozi wa serikali za mtaa, serikali kuu mbunge wako, diwani wako, kwamba hekima ya Mungu itawale fikra yake, mtazamo wake, afanye maamuzi yenye busara, yenye tija, yenye maendeleo. Hiyo ndio kazi yako kwa mwana wa Mungu, unasababisha haki itamalaki. Ayni maombi ambayo unatakiwa kufanya tena na tena, sio mara moja. Mtumishi, ni wajibu wako. Sisi ni watchman, eh? yaani ni wale watu ambao wako kwenye ukuta wa mji tunakuwa kuulinda na kuutunza na kuhifadhi mji. Aulinde mara moja tu? No, unalinda kila wakati, mtumishi. Unakuwa alat wakati wote, au kama ba, kama, kama Bwana bado hajarudi, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba hatumwachi mtu katika dunia hii, mtumishi. Ile rapture eh, ile ile parapanda itakapopigwa eh, tutapotwaliwa, tutapo hapa tu empty miji, kama umeelewa maneno neno, yani tuisafishe la kreti, la makasi kidiba Najua kuna baadhi ya wa Wakristo hawaamini kwamba kuna, kuna, kuna, kuna unyakuo eh? It's, it, ni, ni, ni, jambo la kushangaza of course, ukiwa ndani ya Kristo halafu ukawa uamini kwamba kuna unyakuo. Lakini wako wengi, nimefaa nimekutana nao wengi, na wengine ni watumishi kabisa wakubwa, lakini hiyo haiondoi ukweli wa neno la Mungu kwamba <laughs> unyakuo upo na upo karibuni kabisa, na kama ambavyo niliwahi kuambia, ukisoma uh, Mathayo, sura ya uh, ishirini na nne mstari kumi na nne inaeleza ili ule mwisho ufike, hii injili ya ufalme lazima iende kila mahali, kwa watu wa makabila yote, wa mataifa yote, kama ushuhuda. Kwa hiyo katika ulimwengu wako usinyamaze kimya, usikae kimya, mtumishi. Katika kizazi ambacho tupo sasa hivi, tuna nafasi kubwa sana ya kusababisha injili iweze kufikia ulimwengu wote, kwa namna ambavyo haijawahi kutokea katika historia kwa usikae nje, mtumishi, unao nafasi ya kufanya, unacho kitu cha kufanya katika ulimwengu wako, kuhakikisha injili inakwenda mbali, kwao. Jielewe, jifahamu wewe ni nani, timiza wajibu wako kila siku itwao leo. La, la. Kumbuka Kristo amelipia ulimwengu wote, mtumishi wote. Yeye anasema ufalme wa Mungu unafananishwa na mtu aliyeona hazina katika shamba eh? Akaenda akauza vyote alivyo navyo akanunua lile shamba kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ile hazina. Na tafsiri ya ya huu mfano, maandiko yanaonyesha kwamba lile shamba nini? Ni ulimwengu. Hazina nini? Ni kanisa ambalo Bwana alitaka kulianisha katika ulimwengu, ni zile nafsi za watu zilizoko pale. Anataka kufanyaje? Uziokoa kwa Bwana amelipia shamba zima, kalipia ulimwengu wote, ndio maana injili inapaswa kuenda kila mahali, kwa sababu tunayo haki na stahiki katika sheria ya Bwana, katika utaratibu wa Bwana, Bwana Mungu kuhakikisha kwamba injili inahubiriwa kila mahali la gradiva, la Rosa, pradija, manda, city, limanda, sigiri. ni mtumishi ambao umekuwa ukisikiliza, labda ulikata tamaa, labda uliona kwamba nimefanya kwa juhudi na kwa hamasa hakuna mtu ananijali. Kumbuka Bwana anakujali, anaheshimu, anathamini kile ambacho nakifanya na nataka usonge mbele kwa juhudi, ufanye tena na tena, bila kukoma, bila kuchoka, bila kusinzia lakarabuluboira maana ujira wako ni dhahiri, mtumishi utalipo usipozimia moyo. Kwa usizimie moyo uso wakati wa kuzimia moyo, mtumishi. Biblia inasema <laughs> ukizimia ile siku ya uovu, ayaaya ay, ay, nguvu yako ni ndogo. Usizimie leo mtumishi, o una nguvu kubwa, ndapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu, Roho Mtakatifu. Hebu fanya sala hii pamoja na mimi kama leo hii ungependa kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yako Eh, pale ambapo kusikiliza, fanya sala hii pamoja na mimi, sema eh, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu, ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele, nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Oh, haleluya! Kwa kufanya sala hii u mefanya kuwa kiumbe kipya, ya kale yote amepita, tazama yote amekuwa mapya. Na ningependa nikuombee baraka hii kabla tujahitimisha kipindi chetu cha leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wale wote waliompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Asubuhi ya leo atamka baraka na utukufu na ushindi na ubora juu yao. Shetani hana madai yoyote dhidi ya maisha yao, kwanzia sahii, kwanzia leo hii maana hao ni viumbe vipya, ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Nawabariki kwa neno lako, nawabariki kwa roho wako, nawabariki kwa jina lako. Na asante Bwana kwa wale wote waliotusikiliza asubuhi ya leo, natamka baraka juu ya familia zao, natamka baraka juu ya maisha yao, natamka baraka juu ya wapendwa wao na wote wanaohusiana nao, katika jina la Yesu wametiwa nguvu, wameimarishwa, wana ujasiri wa kusimama katika kweli ya Injili katika ulimwengu wao kwa juhudi, kwa bidii, kwa hamasa, kwa uthubutu zaidi ambavyo wamewai kufanya katika historia ya maisha yao. Asante Bwana, maana wana utawala, wanaishi katika utawala na fikra ya mbinguni kila siku itwao leo, na jina lako linatukuzwa kupitia maisha yao katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kila mtu aseme amina. Mungu akubariki sana, na unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa Sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa. Karibu sana Fidea. <coughs>